Eh na gacoka ti akoiga no ngikira ku ndehere ngika hinga ritho mathundu mai ngiaga kiuga ni jugire mm leke nguire mwana tu ngire kya kumwikira nduithanio ri mm eto to mu ikire nduithanio wa be manya go vava ni wehera aha teheri akugo ke kiala gyo mm. ni ni adwa ni ni ati biological o vava ni wehera kuko kutinda go kitunga mwana ka mumakio ka mwira ati nie aga nie no gwe katia aga no gwe katia de toichura he anati mudwa ko he Okay. Tondu mwana uti kukuruma kuruma. Mwana ukire agwika ndigiti wa gukuhe. Mm. Na gukuhe uri angihe kala gukuhe. Kaludi mwana uchi ngi mutunga ithe ndire ithe. Eh. We wa mutunga ti thongo ndire ithe. Umundu wothe wali kale ithe ne ithe. Ona we wa muji arite. Ndukumenu. Ugutigiri yo gite yo kya baba tondu uri mukuru ta baba. Niguo rira go uri mukuru ta baba. No guo guo ri. Nikugate ababo the akwa mare ndunga makanuma e todo atwe hala baba hala baba o adu ko kajetia kindu no kanu ma do ngehota nikyo turengaga kigo kiria kurenga kana gutuithania mm. gituithanagia ginya tunu atu twaku kidi okay. ri oliaragia lati mm. umaga mwana wako athutha no ru toru michi de kaga magongo na ma duithani yo ri na, mm. na de kaga magongo na ma jiara no ri igongona ri yakwo mudu dagatule amakagia ciana acitongabara mm. agichiraga ni ndaugira ariugaga no kiugo mm -hmm. ciake iregwa garunya jaraini okay. itiregwa ka kundu kwa kundu konoru mm -hmm. itika hinya okay. no nake mwanerwo wega mm -hmm. anyi hie dugu ya gutindaga kwa muthuri uria tindaciaritwo ni uria na anyi hie ne amage ithagi oguo no ni anyi hie jera ndigi umango tida makira na maundu maingi maingi nake mm -hmm. ni amenya guku nyina achokira na mwana juge mwana ora gi ona gi oithe ni nyina mwana ndona gi ati dake gwira dachi ale tole ngani okirwo no na ndi dago chi mm. ale ti uthikiriria ngikwira mundu ona githe ne nyina nie kiboy doni dio le maitu maitu muthi korwa ri muo tika kihuro keke ga kura ga ange jo jo ai ke kundu nani anjire thogwe ni uyo ndi nge muria i uri wa nyonetie mbere gutire mwana we gete yo ya kuria nyinobu todo adu marahika nginya na adu anene <laughs> na wathie kuria ni ukire tondu ndetu cia maitu guo na muthuri uria ti ciarika riaku we ni ukire akwire thoguo ni uyo riu kuma hau ki ukire uria thoguo cio no ngwakaha nake ni agugikuonia o uguo kuhana mm. no ni wega nake amuhikia mm. eke maundu mara magirire mm. gwikwo maciana <laughs>